kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu uchaguzi umekwenda salama umekwenda salama na umemalizika ume, ume kwa mimi kwa kupata ushindi lakini pia na makamu wangu huyu ndio naye mpata ushindi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi mkubwa niliopata wa kishinda. kati ya kula ishirini na nane nimechaguliwa kwa kula ishirini na sita kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu lakini sasa uchaguzi umekwisha tumetoka kama madiwani tukiwa wamoja huko ndani, na sasa tunakwenda kuwapa siku ya tarehe nne na baada ya kiapo, tunaenda kwanza kuwatumikia wananchi wetu wa wilaya ya Sikonge. Wito mkubwa ambacho tunakwenda sasa kukutana na watumishi wetu kule wa halmashauri ya wilaya ya Sikonge, ili tuweze kupata maendeleo kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Sikonge. Ni lazima twende tukapambane kukusanya mapato yetu ya ndani kwa ajili ya kwenda kutekeleza miradi mingi ambayo tumewaahidi wananchi miradi mingine imo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kuna ile miradi tuliahidi kama wagombea lakini tunakwenda haya yote yaweze kufanikiwa, ni lazima tuende tukasimamie vizuri upatikanaji wa mapato halmashauri yetu, twende sisi kama madiwani, lakini pia tunawategemea wataalamu wetu walio kwenye halmashauri, tuende tukaungane kwa pamoja, tuhakikishe tunakuza mapato ya halmashauri yetu ya wilaya ya Sikonge, na baadaye fedha hizo ziende zikawatumikia wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Sikonge na ustawi wake wote kwa ujumla. Shukrani za kipekee na nawashukuru wananchi wote wa wilaya ya Sikonge, lakini kwa namna ya kipekee naomba niwashukuru waheshimiwa madiwani kwa imani yao kubwa walioionyesha mimi leo kwangu na kunichagua kuwa mwenyekiti wa halmashauri na kunichagua kuwa kiongozi wao kwenye baraza hili la madiwani jipya la mwaka 2025 2030. Na mimi nimewaahidi sinto waangusha, tutakwenda kufanya kazi nzuri kwa ushirikiano na kuwa wamoja, na nitajitahidi kuwaunganisha madiwani wote kuwa kitu kimoja kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wakazi wa wilaya so,